Asalamu alaikum ndugu zangu mlioko uwanjani, tumsifu Yesu Kristo. Najua leo dabi la Kariakoo inaanza sasa. Mimi leo kidogo nimepata nafasi na niko na kuangalieni, lakini nachoomba kwenu, wana Simba, wana Yanga, ni mchezo mzuri, mchezo wa salama. Tucheze mpira utakao waburudisha wananchi mtakao tupa raha basi, chezeni kwa amani, na nawatakia kila laheri, lakheri atakayeshinda na basi tutampongeza. Lakini mimi nipo na nakuangalieni, wanangu wote, wanangu wa Simba, wanangu wa Yanga, mama nipo na kuangalieni kwa sababu leo kidogo nimepata nafuu ya kazi. Na kila laheri na watakia mchezo mwema, tunategemea burudani, burudani kwa sababu michezo, michezo ni ni raha. Michezo ni burudani na sio vita. Asanteni sana, kila laheri.